Nabii Yona amekuwa nabii mpotevu, nabii anayekimbia. Aliamua kukabidhi kitambulisho chake cha unabii; kimsingi, aliamua kuacha huduma, na hiyo ni kwa sababu hataki kuwa na uhusiano wowote na ufalme huu wa kikatili usio na maadili unaoabudu mashetani unaojulikana kama Washuru. Hataki kwenda kwenye mji wao mkuu mkubwa wa Ninawi. Kwa kweli jambo la mwisho analotaka kufanya ni kuwapa rehema ya Mungu. Hivyo tulijifunza katika somo letu lililopita, alinunua tiketi ya kuelekea pwani ya Uhispania ambayo ni kinyume kabisa na mwelekeo wa Ninawi. Lakini yuko karibu kugundua kwamba Mungu hajakubali kujiuzulu kwake. Na kile kinachotokea baadaye katika sura ya kwanza kimeandikwa katika matukio matatu ya kusisimua. Tukio la kwanza linaanza hapa. Kwenye mstari wa nne, Bwana akatupa upepo mkubwa baharini na kukawa na dhoruba kali baharini kiasi kwamba meli ilionekana kama itavunjika. Kisha mabaharia wakaogopa na kila mmoja akamwomba Mungu wake. Na hebu nikuambie, hawa ni mabaharia wazoefu, wanazijua dhoruba, lakini dhoruba hii ni kali sana, kiasi kwamba wanadhani itachukua, unajua, mmoja wa miungu yao waokoa na unajua nini? Kwa namna fulani wako sahihi kabisa. Shida ni kwamba Yona hashiriki kwenye mkutano wa maombi. Mstari wa tano unatueleza Yona alikuwa ameshuka ndani kabisa ya meli na akalala usingizi mzito. Kwa hiyo wapagani wako juu wakisali na nabii yuko hapa chini amelala. Unajua anafikiria hivi, ni kama vile Yona alitundika kibao cha yusisumbuya mlangoni kwake kwa ajili ya hawa mabaharia lakini zaidi ya hapo ametundika kibao cha usisumbuya moyoni mwake ili Mungu aone. Sasa mstari wa sita hapa unatueleza kwamba nahodha anamwamsha Yona na kumwambia anze uomba kwa Mungu wake. Je, umewahi kugundua, si tu katika kifungu hiki bali hata leo, jinsi wasioamini wanavyoanza kusali kwa Mungu haraka sana kila kunapotokea jambo la kutisha au janga? Sasa hapa Yona anajua mara moja kinachoendelea. Anajua Mungu ndiye aliye nyuma ya dhoruba hii. Pia anatambua kwamba ingawa amemkimbia Mungu, inaonekana Mungu hajamkimbia yeye. Kwa kweli, Mungu amekuwa akimsubiri baharini afike mahali hapa. Hapa. Sasa, katika hatua hii, Yona ndiye pekee aliyeko kwenye meli anayemjua Mungu wa kweli aliye hai. Lakini hasali kwa kweli hakuna mahali hapa panapotaja kwamba Yona hata alianza kusali kabisa. Sasa kwa hayo, tukio la pili linahamia tena kwa wale mabaharia. Mkutano wao wa maombi hauendi vizuri sana, hivyo wanaanza kufanya kitu ambacho wamezoea zaidi. Mstari wa saba unasema, wakasemezana wao kwa wao, njooni tupige kura ili tujue ni kwa sababu ya nani uovu huu umetupata. Basi wakapiga kura na kura ikamwangukia Yona. Unaona, wanaelewa kwamba dhoruba ya aina hii ni dhahiri imetokana na nguvu za ajabu. Hivyo wanatupa kete ili kujua ni Mungu wa nani anayehusika. Mungu anatumia ushirikina wao kuwaelekeza kwa Yona, na kwa hilo mabaharia wanamuuliza Yona hapa katika mstari wa nane: tuambie ni kwa sababu ya nani uovu huu umetupata Kazi yako ni nini? na unatoka wapi? Nchi yako ni ipi na wewe ni wa watu gani? Swali moja baada ya jingine. Yona anatambua hapa kwamba Mungu amekataa kukubali kustaafu kwake kama nabii. Mungu hawezi kumwacha peke yake. Na hawa mabaharia wanapojua hapa kwamba Yona anakimbia kutoka kwa Mungu wake, ambaye Yona anamwelezea hapa katika mstari wa tisa, kama Mungu wa mbinguni aliyeumba bahari, basi hawawezi kuamini kwamba Yona angeweza kusafiri baharini kwenye bahari inayomilikiwa na Mungu. Unajua, sio jambo la kusikitisha pale wasioamini wanapoonekana kuwa na ufahamu zaidi kuliko waumini. Sasa tukirudi kwenye muktadha, tukio la tatu linafunguliwa, na sasa mabaharia wanamuuliza Yona katika mstari wa kumi na moja, tufanye nini kwako ili bahari itulie kwetu? Na Yona anawashangaza na suluhisho lake hapa katika mstari wa kumi na mbili akawaambia nishikeni, mnitupe baharini, ndipo bahari itatulia kwenu, maana najua ni kwa sababu yangu dhoruba hii kubwa imewapata. Sasa usisahau kwamba katika hatua hii, Yona hajui chochote kuhusu samaki mkubwa. Hakuwa anajua chochote kuhusu usafiri wa bure kurudi nchi kavu. Anachojua tu ni kwamba kwa wakati huu angependelea kufa baharini kuliko kwenda Ninawi kama Mungu alivyomwamuru. Sasa hiyo hiyo ni ukaidi wa hali ya juu, kama utanijuliza mimi. Sasa tunaweza kutarajia hawa mabaharia wapagani waseme sawa, tuko tayari na hilo, kisha wamchukue Yona na kumtupa mara moja kwenye mawimbi, kwa sababu wanataka kuishi ili wasafiri siku nyingine. Lakini badala yake tunasoma hapa kwenye mstari wa kumi na tatu, wale watu walijitahidi sana kupiga makasia kurudi nchi kavu, lakini hawakuweza. Sitaki upuuze kejeli inayogusa moyo iliyo kwenye tukio hili. Yona hata hataki kufanya chochote kuwaokoa watu wa Ninawi wasioamini, lakini hawa mabaharia wasioamini wako tayari kuhatarisha maisha yao ili kujaribu kumwokoa yeye. Basi inapoonekana wazi kwamba kupiga makasia kwenye meli hii hakutasaidia, wale mabaharia wanaanza kumwomba Mungu wa Yona, hapa kwenye mstari wa 14, Ee Bwana usituache tufe kwa ajili ya maisha ya mtu huyu, wala usituweke damu isiyo na hatia, kwa maana wewe E Bwana, umetenda upendavyo. Wow! hiyo imetoka wapi kweli? Kuna kitu kinatokea mioyoni mwao. Tutarudi kwenye hilo kwa muda mfupi, lakini kwanza nataka uone hapa kwamba Yona hatubu. Hakuna sala ya kukiri makosa, hakuna ombi kwamba wageuze meli hii warudi na wamruhusu amtii Mungu. Hapana, Yona anawaacha hawa mabaharia bila chaguo lingine, na kwa hayo wanamlazimika kumtupa baharini kwa kusita. Na mstari wa kumi na tano unatueleza bahari ilitulia na ukoma hasira yake. Ni mzunguko wa kusikitisha wa kushuka katika maisha ya nabii huyu. Badala ya kujisalimisha kwa Mungu, angependelea kuimaliza maisha yake mwenyewe. Waninawi wanazama katika dhambi zao na Yona sasa anadhani atazama katika bahari ya Mediterania, lakini tunaambiwa hapa kwenye mstari wa kumi na tano kwamba mara tu mwili wa Yona ulipogusa maji bahari ilitulia. Mstari wa kumi na sita unatueleza kwamba wale mabaharia waliogopa sana Bwana wakamtolea Bwana dhabihu na wakaweka nadhiri. Unaweza kutafsiri hii kumaanisha kwamba waliweka nadhiri ya kumtumikia Bwana. Hii inaonyesha uongofu wa kweli kwa Mungu wa Israeli. Sasa kumbuka kwamba nadhiri hizi haziwekwi kwa Mungu ikiwa tu dhoruba itaisha. Zinawekwa kwa Mungu baada ya dhoruba kuisha. Ni baada ya dhoruba kutulia ndipo hawa mabaharia wanaahidi kumtumikia Mungu na Mungu peke yake. Kwa hiyo kwa kifupi, nini kimetokea hapa? Kweli kumekuwa na uamsho hapa hapa, juu ya staha ya meli hii. Mungu alimtumia hata nabii asiyemtii kama mjumbe wake. Hawa mabaharia waliokuwa wagumu, sasa wameahidi kutoa maisha yao kwa Mungu. Lakini kwa upande wa Yona, yeye sasa anaogelea peke yake hapa baharini. Sasa nadhani anapogonga maji baridi ya bahari ya Mediterania, kuna uwezekano mkubwa anawaza, basi hapa ndipo inapoishia. Nimeharibu, eh, nimepoteza kila kitu. Sina tumaini tena. Sasa siwezi kumlaumu Mungu kwa kunigeuzia mgongo. Mimi ni nabii mkimbizi mpotevu. Lakini ghafla giza linaingia. Na Yona anahisi mwili wake ukivutwa chini na mkondo wa ajabu. Baada ya muda mfupi, maji yanarudi nyuma, mwili wake unatua juu ya sehemu ya ajabu yenye utelezi. Anajua bado yuko hai kwa sababu moyo wake unapiga na anapumua, lakini hawezi kuona chochote. Nini duniani kimetokea sasa hivi? Yuko wapi duniani? Sasa ngoja nikuambie, mpendwa, yeye amemwacha Mungu, lakini Mungu hajamwacha yeye. Yuko karibu kushangazwa na Mungu mwenye neema ambaye anawafuata waasi kwa uaminifu, hata manabii wanaokimbia, manabii wapotevu wanaompinga Mungu aliye hai. Wewe uko wapi sasa hivi? Labda somo la leo ni kukukumbusha kwamba haijalishi umeenda mbali kiasi gani kutoka kwa Mungu, tayari yuko hapo, anakungoja, anasubiri hata leo. Labda labda wewe ni kama hawa mabaharia, unahitaji kutubu na kumpa Bwana maisha yako. Au au labda sasa hivi wewe ni kama huyu nabii mkimbizi, wewe ni muumini asiye mtii, na unahitaji usafiri wa kurudi kwa Mungu.